Mtu mzima mtoto sehemu ya sita. Endelea. Mama Sanja alipofika hapo baada ya kusikiliza kelele hizo alimwambia Justine akacheze, kisha yeye naye akaondoka. Alifanya hivyo ili kulinda heshima ya Sheila. Majira yalisogea ambapo ilitimia saa mbili usiku. Baada ya kumaliza kupata chakula cha usiku Mama Sheila aliomba kubaki na Sheila mezani hapo. Basi kama alivyotaka mama huyo walibaki wawili tu sebuleni hapo. Mama Sheila alijaribu kumbana Sheila kuhusu tukio alilolifanya mchana lakini Sheila alikana na kusema hakufanya kitu chochote mchana. Mwanangu mimi pia nilikuwa kama wewe enzi zangu za usichana, kwa hiyo huwezi kunidanganya. Unafikia hatua ya kuingiza wanaume kutoka nje, tena bila ya aibu unalala naye chumbani kwa wadogo wako! Kweli hivi, unafikiri sefu atajifikiriaje akijua kama umeingiza mwanaume chumbani? Kwao atakuwa haji tena kwetu. Kwa tabia hiyo umenikera sana mwanangu. Aliongea hivyo mama huyu kwa kulalamika, bila ya kujua kuwa sefu ndiye mhusika mkuu alichokifanya mama huyo, alimwita Sefu na kumuuliza maswali baadhi ambayo yalilenga kujua kama muda huo aliokuwepo nyumbani. Sefu kwa uongo alidai kuwa hakuwepo kipindi hicho. Ikawa ni msala kwa Sheila, alisemwa sana na mama yake juu ya swala la kuingiza mwanaume ndani ya nyumba. Kwa upande wake Sheila hakuweza kusema ukweli, kwani ilikuwa ni kituko kwa umri wake kusema anatoka kimapenzi na Sefu. Mama huyu, Sefu ndio walikuwa ndani na dada wanafanya tabia mbaya. Alitoka chumbani Justine na kusema hivyo bila uoga, kitu ambacho hakuna aliyekitegemea, si Sefu, Sheila wala mama mtu kwa jinsi alivyoshangaa. We mtoto, hayo maneno unayatoa wapi? Umeanza kusema uongo? Kwa ukali alizungumza hivyo mama Sheila na kumfukuza hapo Justine sebuleni. Wakabaki kama mwanzo Sefu, Sheila na huyo mama. Basi Sheila alimwomba msamaha Sefu kwa kitendo hiko, kisha kila mmoja akielekea kitandani kulala. Hivi ni kweli Justini amsingizia Sefu na Sheila? Lakini mbona Sefu ni mdogo sana kwa Sheila? Itakuwa ni hila tu Justini na si kingine, mama huyo aliwaza hivyo baada ya watoto hao kuondoka hapo sebuleni. Ilipita wiki nzima Sheila akiwa ameshanogewa na dudu la Sefu, hivyo kwa wizi, pale walipopata nafasi walifanya tena. Kuna siku walifanyia bafuni, siku nyingine Sefu alilazimika kutafuta geto kwa rafiki zake aliyowazoea kwa ajili ya kufanya mapenzi na Sheila. Siku ya Jumatano ya wiki iliyofuata kuna wageni walikuja nyumbani kwa kina Sheila ambao walikuwa ni ndugu zao kutoka mbali kidogo. Kama unavyojua mambo ya kutembeleana ndugu, alikuwa ni dada yake mama Sheila na watoto zake watatu wa kike, Shani, Asina na Devotha, mabinti hawa walitoka katika familia ya kitajiri hasa, hivyo suala la pesa kwao lilikuwa ni kitu kidogo sana. Familia ikaongezeka ambapo Sefu hakuwashobokea mabinti hao hata chembe, yaani utafikiri alikuwa amegombana nao. Ikafika hatua wale mabinti wakamchukia Sefu na kumdharau kila alipowapita. Sheila, japo alisikitishwa na kitendo hicho, lakini kwa upande mwingine alifurahia, kwani alijua akilete ukaribu nao watajua jinsi mzinga wake wa nyuki unavyolinwa asali. Siku hiyo Sefu akiwa amekaa nyuma ya nyumba ambapo alitandika kanga na kujilaza hapo. Alipenda tu kupigwa na hewa ya nje, lakini ghafla alikuja Shani na kumshtua kwa kumtikisa kama ugomvi. Amka bwanaa, aliongea hivyo kwa hasira Shani, ambapo Sefu taratibu alijinyanyua na kukaa. Tatizo nini mpaka umeniamsha? Umelalia kanga yangu nimefua nimeanika, kivipi bila hata kuomba uichukue? "Mi nilijua ya Sheila kama ya kwako, chukua bwana," aliongea Sefu na kumrushia kanga hiyo. "Hivi Sefu, kwa nini unatuchukia hivyo?" kwa sauti ya upole aliuliza Shani. "Nani anakuchukia wewe? mimi sichukii mtu." "Mbona ulikuwa unatujibu vibaya jamani, ujue sisi dada zako." "Ni kweli, nisamehe." "Mi nimekusamehe." Basi baada ya kuyaweka mambo sawa kati ya Sefu na Shani, wakawa marafiki kabisa. Basi alichokifanya Shani, aliingia ndani na kuchukua karata, kisha wakaketi kwenye ile kanga na kuanza kucheza. Shani alivalia taiti fulani ndefu kama suruali ambapo ilimbana haswa. Juu alivalia kishati chepesi kilichoangaza mpaka matiti yake yaliyokuwa madogo na chuchu kuchomoza yalionekana vyema. Utani ulinoga kwenye karata ambapo mpaka kupigana kiutani ilikuwepo. Kuna muda Sefu alificha karata nyuma ya mgongo wake, Shani akahangaika kuichukua mpaka akaipata. Ile kurupushani ya hapa na pale kwenye kugombaniana karata, walijikuta wote wakichemka miili yao kwa uhitaji wa kitu fulani. Mpaka kufikia muda huo dudu la Sefu lilikuwa limesimama mapema. Mchezo uliendelea ambapo hata waangalianaji wao ulionyesha dhahiri wanakoelekea ni kwenye kujuana zaidi. Basi kwa makusudi Shani alindosha karata ambapo ilidondokea mbele kidogo ya kitumbua chake. Shani akajifanya kama hajaiona. Umedondosha karata yako, aliongea hivyo Sefu huku akimwangalia Shani usoni ambapo naye Shani alimwangalia pia Sefu. Msaidia kuokota dadako, amechoka aliongea hivyo kwa kujilegeza Shani huku akimaanisha alichokisema. Hiyo ndiyo nafasi aliyokuwa akiisubiria Sefu. Kweli? aliuliza Sefu kama mtu asiyejiamini. Jamani iokote nimekuruhusu. Basi Sefu aliupeleka mkono wake taratibu kuelekea kwenye kitumbua hicho, ambapo alipokifikia alipeleka vidole vyake mpaka vikagusa kitumbua na kuingia kidogo. Aliguna Shani baada ya vidole vya Sefu kungusa kwenye kitumbua chake. Sefu aliponyanyiwa sura yake, alimwona kabisa Shani akiwa amefumba macho, huku midomo ikiwa wazi imelegea haswa. Muda huo karata zilishatupwa chini. Sefu alikichagua kile kidole cha kati ambacho wengi hukiita cha matusi, na kukiingiza taratibu kwenye kitumbua cha Shani kilichoanza kutoa machozi. Haikuchukua muda, tayari walikutanisha midomo yao na kuanza kunyonyana ndimi kwa hisia. "Sikiliza Sefu, wewe bado ni mtoto mdogo, mimi ni dada yako, tunakosea hiki tunachokifanya," aliongea hivyo Shani baada ya kusitisha zoezi la kunyonyana denda. Basi Sefu hakuongea, alichokifanya aliuchukua mkono wa Shani na kumshikisha dudu lake lililokuwa kubwa, limesimama. Shani baada ya kulishika dudu hilo alibaki akishangaa, ambapo Sefu alimvuta sura yake na kuendelea kumnyonya denda. Mkono wa Sefu tayari ulishaingia ndani ya taiti hiyo na kuanza kumsugua kisimi chake. Shani alilalamika wa huku asiamini kama ni kweli amemruhusu mtoto huyo kumtawala kiasi hicho. Walijikuta wakizama katika ulimwengu mwingine kabisa. Sefu alimlaza chali Shani ambaye alikuwa amelegea kama rojo la bamia, akamshusha ile taiti. Akumpandisha juu kile kishati na kuzifanya dodo zake kuonekana wazi. Alizivamia na kuanza kuzinyonya na ulimi wake huku akichanganya radha na kuzitekenya na meno yake. Sasa kabla hawajaendelea zaidi, ilisikika sauti ikimwita Shani. "Dada Shani!" ilisikika sauti ikiita hivyo kwa nguvu, ambapo ilisitisha zoezi la Sefu na Shani kuendeleza mchezo wao. Wakakurupuka na kujiweka sawa. "Dada kumbe upo huku, nimekutafuta kweli." Aliongea hivyo Asina, mdogo wake Shani, huku akiwafuata. Muda huo wote Shani na Sefu walikuwa kimya, hata wasiongee kitu chochote. Sefu akanyanyuka na kuondoka. Dada, umeanza kuongea na huyu. Eh, tena muda si mrefu, sasa hivi hatuchukii tena. Mm, chakula tayari, lakini twende ukale. Haya mdogo wangu. Basi Shani alinyanyuka huku akiwa amezidiwa na hamu hasa, kisha akaongozana na mdogo wake ambaye alibeba zile karata mpaka ndani. Dada, mbona unaonekana umechoka sana? Aliuliza hivyo Asina, asiyezoea kumwona dada yake akiwa katika hali hiyo, ambapo dada yake alimjibu ni kwa sababu anajisikia vibaya. Waliingia ndani ambapo waliketi mezani kwa ajili ya kupata chakula. Kwa bahati nzuri au mbaya, wazazi wote wa pande mbili hawakuwepo, hivyo walioshirikia mlo walikuwa ni watoto pekee. "Sefu ameenda wapi tena jamani? Alihoji hivyo Sheila, ambapo wote walijibu hawajui alipo. Sheila hakuridhika na majibu hayo. Alichokifanya, aliondoka sebuleni hapo na kwenda chumbani kwa Sefu. Alipofika huko hakumkuta, hakutaka kumwita, aliendelea kumtafuta mpaka jikoni, hakuwepo pia. Lakini akiwa anakatiza maeneo ya bafuni, alipata kusikia miguno fulani, kana kwamba kuna watu wawili wanasuguana. Alitega sikio vizuri ili asikilize kelele hizo M. kidogo aliingiwa na mashaka sauti alijua kwamba ni Asefu, lakini alijiuliza kwa nini alalamike kimahaba kama yuko na mwanamke hakukubali. Alisikiliza hapo nje kwa makini kabla hajambishia hodi. Zilipita dakika mbili, Sheila akiwa hapo nje anasikiliza hizo kelele, naye mizuka ikampanda, akajikuta anabisha hodi kwa kugonga mlango bila kuongea kitu. Ghafla zile kelele za sefu zikaacha kusikika lakini hapo hapo kwa mbali Sheila akasikia hatua za mtu akija maeneo hayo ya bafuni ambapo paliunganika na chumba cha choo alichokifanya Sheila ili asigundulike alichokuwa anakifanya aliingia chooni ya kujifungia mlango kumbe mtu huyo alikuwa nishani aliwasili mpaka maeneo ya bafuni ambapo alishuhudia kitendo cha mlango wa bafu hilo kufunguliwa Uso kwa uso walikutana na Sefu wakajikuta wote wanatabasamu. Halafu wewe umeniacha na hamu mwenzio, aliongea hivyo Shani bila ya kujua Sheila anamsikia kwani, kuna mtu anakuja hapo? Hakuna. Njoo basi tumalizie haraka. Mm, jamani, tukifumwa haraka tu tunafanya M, jamani weweye aliongea hivyo Shani, huku akijingatangata vidole vyake. Kwa upande wake Sefu, alijua wazi Shani ndiye aliyebisha hodi mlangoni hapo. Basi kwa kujivutavuta, Shani akaingia ndani ya bafu ambapo walianza kushikana shikana. Hamu ya Shani ndio kama iliamshwa tena, huku Sefu ndio usiseme, dudu lake lilisimama haswa kwa hamu aliyokuwa nayo. Hazikupita dakika nyingi, wote walikuwa kama walivyozaliwa bafuni huko. Kwa vile kilikuwa ni kitendo cha haraka basi Sefu alimuinamisha Shani mtindo ambao wengi huita chuma mboga yaani kama mtu achumavyo matembele sasa ule uinamaji uwe kwa ajili ya kuyabinua makalio ili kitumbua kionekana vyema Sefu akiwa nyuma ya Shani aliingiza dudu lake taratibu lililokuwa linazama kwa kusitasita Alianza kulalamika Shani huku akijichezesha miguu yake, basi Sefu alipampu kwa kasi, ambapo Shani aliugulia kwa utamu hasa. Dakika tano zilipopita, Sefu alimwaga uji wake. Baada ya kumaliza tendo hilo, wote walivaa haraka nguo zao, lakini wakiwa wanataka kutoka nje walisikia sauti ya mtu akilia bafuni, iliwashtua ambapo, kwa uoga, Shani alikimbilia ndani, akabaki Sefu ambaye naye hakuijali, aliondoka zake. Roho ilimuuma sana Sheila aliyejificha choni na kusikia kila kitu walichofanya Shani na Sefu, alijikuta akilia bila ya kutarajia. Chuki ikiwepo kati ya Shani na Sheila, kwenye akili yake Sheila hakuona haja ya kudhirisha chuki yake kwa Shani asiyejua kitu walichofanya yeye na Sefu. Alichoamua ni kutafuta kijana wa nje ambaye alimtumia kwa ajili ya kumuumiza moyo. Kijana huyo aliyetafutwa alijulikana kwa jina moja la Ali. Kwa upande wake alijiona ana bahati haswa kumnasa mrembo ambaye vijana wengi wa mtaani walimtolea macho kwa kumtamani japo hata kumsalimia. Ilipita wiki moja, penzi kati ya Ali na Sheila lilipamba moto ambapo Ali alihakikisha anaitumia nafasi vizuri ili kuendelea kumiliki mrembo huyo. Siku hiyo Sheila akiwa ghetto kwa Ali, kijana aliyekuwa anajishughulisha na fani ya kunyoa watu, yaani kinyozi, alijitahidi kujaza samani nyingi chumbani kwake na kukifanyia kiwe na mwonekano mzuri. Muda huo wote walikuwa wamejilaza kitandani ambapo Sheila alikuwa juu ya kifua kipana cha Ali. Sheila, hivi unajua kama nakupenda sana najua? Hata mimi nakupenda pia. Unaonaje kwenye siku hii yangu ya kuzaliwa japo tukafanya mapenzi? Mm, hapana bwana, siku nyingine. Kila siku unaniambia hivyo hivyo tu, kwa nini? Lakini iko siku nitakupa. Jamani, basi naomba nikuombe kitu, ukinisaidia hiko sitakuomba tena kufanya mapenzi na wewe. Nini hiko? Naomba nikubusu kwenye kitovu. Sheila alikaa kimya kwa muda kidogo ambapo Ali hakusubiri kuruhusiwa. Kitendo cha kumlaza chali na kumpandisha juu blausi yake bila kuzuiliwa, alijua wazi amesharuhusiwa. Kitovu cha Sheila kilichoingia ndani kilionekana vizuri ambapo kabla hata hajakibusu, mate alishaanza kumjaa mdomoni kwake. Basi aliutoa ulimi wake kwa makusudi na kuupeleka kwenye kitovu ambapo kabla haujafika Sheila alimshika kichwa kwa mikono yake miwili na kufanya kama anamzuia ili ulimi huo usifike kwenye kitovu chake, lakini Ali alikaza kicha na kufikisha ulimi kwenye kitovu, akauingiza ndani kwenye kitovu na kuanza kukinyonya M, aliguna hivyo kimahaba Sheila, huku kasi ya kuhema ikiongezeka. Hata mikono ilibadili zoezi, ambapo badala ya kumsukuma alimkandamiza kichwa chake ili aendelee kukinyonya kitovu vizuri. Ali alianza vizuri kwa kumwandaa Sheila ambaye alikuwa tayari alikuwa ameshalainika. Basi Sheila alijiachia, ambapo kila kitu alimwachia Ali awe huru nacho. Ali alichanganyikiwa baada kuyashuhudia mapaja ya Sheila yaliyonona vyema. Alijikuta akizidisha kasi ya kusimamisha mtalimbo akawa ameshachanganyikiwa kabisa. Kilichofuata alimpanua mapaja yake yaliyonona sawia. Muda huo Sheila hakujielewa kabisa, alijisikia raha ya ajabu. Lakini kutokana na hamu kumzidi sana, alifanya tukio ambalo hata Sheila hakulitegemea. Ali kabla hata hajaingiza gobole lake alijikuta akimwaga juu ya mapaja ya Sheila. Haraka akaunganisha na kuingiza moja kwa moja kwenye kitumbua ambapo Sheila bado aliyatoa macho yake. Ali alikazana kumsugua Sheila kwa nguvu, ambapo Sheila alijikuta ghafla akipoteza hamu ya kufanya mapenzi. Ilifika muda Ali akiwa bado hajamwaga, Sheila hakuweza kuvumilia mpaka mwisho. Alichokifanya alimsukuma kwa nguvu, ambapo aliangukia chini kabisa sakafuni. Sheila, nini tatizo? Alihoji Ali huku akiwa amekunja sura yake. Sitaki. Kwani lazima tufanye muda mrefu? Mbona kawaida tu, jamani. Sheila mpenzi wangu, kawaida kwako bwana, raha unapata wewe tu. Neno hilo lilimuua nguvu Ali na kumfanya ajione mdhaifu kwenye suala zima la kumridhisha mwanamke. Kwa hiyo sijakuridhisha ndiyo? Sa wewe unacho kidudu kidogo hivyo. Aa! Ali alijikuta akitoa mshangao huo, ambapo jazba ilimpanda. Kwa hiyo wewe umezoea dudu kubwa? Ali alihamaki kwa hasira. Itaendelea, usikose sehemu inayofuata.